Hapa ni wasanii wa kundi la Baba Watoto lililojipatia umaarufu siku za karibuni kwa kucheza michezo mbalimbali ikiwemo sarakasi na ngoma za asili. Kundi hili linapatikana katika maeneo ya Mburahati kwa Jongo, jijini Dar es Salaam. Mwananchi Digital imeweza kufanya mahojiano na wanasanaa hao, akiwemo kiongozi wa kundi hilo anayejulikana kwa jina la Mkude Kilosa, ambao kwa pamoja wanaeleza kuhusu mafanikio yao. Fuatana nasi. Majina, naitwa Latifa Abdalla. Nimetoka kikundi cha baba watoto sarakasi kilichopo Kigogo, nafanya sarakasi, nacheza mchezo wa futijage au kwa Kiswahili unaweza kaita mitungi. Nimejifundisha stadi hii kutoka China miaka minne iliyopita nyuma na leo nipo hapa kwa ajili ya kujitangaza na ajili ya kujionyesha na kuonyesha kama wasichana tunaweza, kama sisi tujitokeze wengi. Nilienda mwaka elfu mbili na nane na nikarudi mwaka elfu mbili na tisa ambayo nimeenda kujifundishia hichi kitu ambacho nachofanya sarakasi, kuzungusha mitumi. Changamoto ni nyingi kuna watu wengine wanaweza wakafanya kitu kama hichi wasiamini. Kitu gani? Wasiamini, wanaweza kaona ni uongo kabisa. Wengine wanasema mazingaombo, wakati pale mimi nafanya, natumia nguvu, natumia akili kabisa. Hizo ni changamoto nakutana nazo nyingi sana. Nilipenda hiki kitu tangia zamani, na wajua, nilienda China. China kula kuna mwanamke, hakuna mwanaume kwenye sanaa, kwenye sarakasi. Kwa hiyo ndio tulichanganya wote Kafanya yeah. Mimi naomba vijana wenzangu yeah. Wajitokeze kwa wingi, ajira zipo nyingi yeah. Mnaweza kama mimi yeah. Mimi nilikuwa tu nipo tu mtoto wa mtaani, nilikuwapo tu, nipo nipo, wakatokea zikatokea nafasi nikaenda kufanya interview na nikapata, nikaenda kushiriki, nikaenda kufanya huko mpaka sasa hivi niko hapa, nashukuru yeah. Mungu yeah. amenifaisha yeah. nimefikia pale napataka kutokana nafanya kazi zangu sana nje ya e, nchi na nyumba. Sasa hivi hata nikienda sehemu hivi naheshimika, hata kwenye familia yangu pia naheshimika. Kwa mtoto hivi nikitoka kwa jina, anaitwa Jaha Isa. Jina langu la sanaa au la kazi natumia ashazi, na ile ngoma ambayo tumecheza ni ngoma ya Lindi inaitwa Ngokwa. Kwa kweli hii sanaa mimi kwangu ni kazi yangu yani, kwa sababu ndio maisha yangu ndio kila kitu kwangu yani, kwa lazima ni heshima ikazi ya sanaa, na ndio maana ninapokuwa kazini sitaki masiala. Yani, kwa kweli mimi, kwa ushauri wangu, kwa vijana ambao wako mitaani ambao wanadhurura, wafanye kazi, sio kwa kwamba kwani, wajiunge na sisi, japokuwa wengine wasema kwamba iki ni kichezo ngoma za asili ni uhuni. No, lakini kwa kweli kwangu mimi sio uhuni. Yani hata hivi pale, hapo hapo hapo, watu wote tulipo sasa hivi pale, tuna vijana wengi ambao sasa hivi watu tunao wamejiunga na kazi ya sanaa, naona tumekusanya pamoja, kwetu tuko nao pale. Baba watoto tunafundisha mambo ya sanaa, ngoma, maigizo, kila kitu. Yote anafanya mbali kwa pale anaifanya yani na ndio maana wameona pale. Sasa hivi naitwa Lukia Shabani Dumi, na cheza dansi za ngoma, sarakasi na michezo midogo midogo. Naambia wanawake tuwache kulala, tuamke Kazi zipo, sio lazima kushinda majumbani, kuzurula barabarani, kuombaomba. Tuje pamoja, tukutane kwenye mazoezi, kwenye shughuli ndogo ndogo. Mwanzo wa hesabu ni moja, namaanisha kwamba mimi sijazaliwa naweza, nimefundishwa na, nime na walimu wangu mpaka nilipofikia hapa. Jina naitwa Mkude Kirosa, mimi ni artist director wa mguku la baba watoto Center. Gupu wetu liko pale Mburahati kwa Jongo. Baba Watoto Senta ni kituo cha vijana na watoto. Tunafanya kazi vijana na watoto wanaoishi mazingira hatarishi. Kwa hiyo sisi haijalishi mtoto yeyote awe, awe yatima siwe yatima awe na baba awe na mama kisiti sii, nia na madhumuni ni kuokoa okoa vijana na watoto katika mazingira hatarishi. Kwa hiyo Baba Watoto Senta inadili na, na watoto na vijana pia. Tunawafundisha vitu vingi pale katika Baba Watoto Center. Baba Center tunafundisha sarakasi, tunafundisha ngoma za asili, tunafundisha uh, stadi za maisha vile vile, kuna vijana wasichana wanafundishwa ushonaji. Hivi vyote tunavifundisha bure tu koo. Wito wangu kwa vijana watoto, waje wajitokeze kwa wingi Baba Watoto Center, waje watafundishwa, na kwa sababu hivi vipaji tunavyofundisha ni ajira tosha, kwa sababu wapo watu wengi ambao tumewafundisha, sasa hivi wako Europe, wengine wako huko takesh, wengine wako India wengine wapo wapo hapa Dar es Salaam na wanafanya kazi hizi na imekuwa ajira kwao, na wanaweza kujitegemea sasa hivi na imwapatia ajira kwa kusema kweli kwao. Baba Watoto Center ipo kwa ajili ya kuokoa vijana na watoto, vulnerable children, ili waweze kupata malengo yao ya baadaye. Kwa hiyo wito, naomba watoto na vijana au wazazi wawaruhusi watoto wao kuja Baba Watoto Center ili waweze kujifunza vitu viokuwepo katika Baba Watoto Center. Peter Edson, Mwananchi Digital.